Kwa majina anaitwa Kefri Mtogo sangu, ni mwanafunzi muuguzi katika chuo cha St. John. Siku ya leo tupo kwa ajili ya, ya kuangalia michuano ambayo inaendelea leo, ndo fainali hapa kwa uwanjani kwetu, na pia katika hii michuano kuna semina ambayo tulipewa kuhusu madawa ya kulevya, lakini kwangu mimi nitazungumzia upande wa bangi. Pia tuliona kuna madhara yake, kuna mila ambazo zimefikirika ndani ya watu kwamba mtu akitumia bangi anaweza akafanya kazi kwa muda mrefu. Kwa sisi kama wauguzi tunavyojua kiafya bangi ni, ni kitu ambacho kinaenda kuathiri mfumo mzima wa ubongo, kwao utendaji kazi wa ubongo pia unaweza ukadumaa uka, leo tumejifunza vitu vingi kuhusiana na madawa ya kulevya, lakini kikubwa ni kujifunza ni, ni kuhusiana na aa, madawa kama bangi, jinsi ambavyo yanaathiri vijana kwenye masuala mazima ya afya ya akili pia na kufikiri, sababu bangi inaweza ikakusababisha usi, uh, usi focus kwenye ndoto zako, ukajikuta ume uh, unahisi umezifikia au usiweze kufikiria kuhusu ndoto zako tena. Moja ya madhara ya mirungi pamoja na kuozesha na kubadilisha rangi ya meno, tunajua mirungi ni majani ambayo yanatafunwa kwa hiyo yanapotafunwa, inasababisha kubadilisha na kuozesha meno pia madha, madhara ya pili husababisha kupunguza hamu ya kula. Pia madhara mengine kosa choo nasababisha bawasiri. Pia madhara mengine ni ongeza shinikizo la damu. Kwa hiyo mimi napenda kuwaasa vijana hatuweze kujihadhari na haya ma, a, madawa ili basi tuweze kufikia ndoto zetu kwa kujiepusha nazo na kuepuka madhara yake. Ni vile vijana kuzingatia maadili na kuacha madawa ya kulevya. Ha, na tafanya nini ili vijana waachane hiyo na madawa na ya kulevya? Tunatakiwa tutoe elimu kwa jamii kuhusiana na madawa ya kulevya, hasa kwa vijana, maana vijana ndio waathirika wakubwa wa haya matumizi ya madawa ya kulevya na napenda kushukuru sana serikali yetu ya wa Tanzania, wanajitahidi wakishirikiana na mamlaka ya kudhibiti matumizi ya madawa kulevya. Lakini pia ni kwa naombi kwa vijana wenzangu, ni vyema kuto kutumia madawa kulevya, kwa sababu yanaleta hasara kwa familia, kwa sisi wenyewe, pia yanaongeza umaskini kwa kiwango kikubwa sana.